Shirika la Uswahili likiundwa na kikundi cha wasomi wa Kongo lina wasiwasi kuhusu hatima ya watu wanaozungumza Kiswahili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hisia hii ilitolewa wakati wa mkutano na waandishi wa habari iliyofanyika Alhamisi hii Juni 19, 2025 mjini Goma na msimamizi wake Henri Musa Kitoko. Akitafakari hatima ya wazungumzaji wa Kiswahili nchini DRC, alianza kwa kusema kuwa Kiswahili ni lugha ya matumaini na mshikamano, chombo cha maadili kitamaduni. Ni lugha inayozungumuzwa zaidi na watu wa mikoa ya mashariki na kusini mashariki mwa nchi hiyo, wanaojulikana kwa jina la Baswahili. Ari Musa Kitoko alibaini, ni wazi kuwa asilimia tisini na tano ya mizozo mikali zaidi sila jamuhuri, ya silaha katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafanyika katika eneo linalozungumuza Kiswahili pekee. Hali hii inazua maswali mengi yasiyo na majibu. Uswahili muundo ulioundwa ili kupata majibu ya maswali mengi kuhusu eneo lenye matatizo, huku ukiegemea Kiswahili, lugha inayotumiwa na wakaazi wa eneo hilo. Kulingana na mwakilishi wake, kwa sasa nchi ya DRC kuna ukweli unaovuruga utulivu wa Baswahili. Hili linajitokeza kutokana na uchunguzi wa kwamba wazungumzaji wa lugha hii ya tumaini tena ya umoja wanasikitika kuona wengi baadhi ya wanasiasa nchini DRC wanachochea na kuanzisha makundi ya kijeshi ambayo imepelekea vita vya wenyewe kwa wenyewe vinazidi na kuorozeshwa hapa mashariki mwa DRC. Kwa nini Felix Tshisekedi aligawa silaha kwa vijana wazaliwa wa mkoa wa Kivu Kaskazini? Kwa nini sehemu moja nchii anatoa kazi nzuri ila anadharau vijana wa mashariki mwa DRC na kuwagawia siraha. Kiongozi wa wazungumzaji lugha ya Kiswahili anadhani kwamba Felix Tshisekedi wenda anataka kumaliza vijana wa waswahili ili wasionekane wengi katika siasa ya nchi. Bwana Ari Musa Kitoko alisema, ukweli ni rahisi, wanataka kutuondoa kiishara, kisheria na kimwili. Kwa kukabiliwa na hali hii mbaya sana, viongozi na wawakilishi wa ulimwengu unaozungumza Kiswahili wanadai hadharani msamaha wa dhati na rasmi kutoka kwa uongozi wa kukubali makosa, ikiwa ni pamoja na kutengwa, unyanyapaa uliofanywa dhidi ya wazungumzaji wa Kiswahili.